Mheshimiwa mwenyekiti, naomba ni kuna, na nikushukuru sana kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuchangia siku ya leo, kwa kuwa hoja iliyoletwa na Wizara ya Maliasili na Utalii kwa mwaka wa fedha 2016 2017 inagusa maslahi mapana ya wananchi wa mkoa wa Iringa hususan ni wanawake ambao wameniwezesha kufika hapa leo. Mheshimiwa mwenyekiti mimi ni miongoni mwa wabunge wanaowasilisha uh, wananchi wa mkoa wa Iringa sasa ndani ya huu mkoa wa Iringa tuna hifadhi kubwa ya msitu wa taifa na ongelea msitu wa Sao Hill Mheshimiwa mwenyekiti kwa muda huu niliyopewa nina jambo moja kubwa ambalo nitalizungumzia ni swala zima la TFS na utaratibu mzima wa utoaji wa hivi vibali vya kuvuna msitu wa Sao Hill. Mheshimiwa mwenyekiti, hili limekuwa ni tatizo kubwa sana. Sisi mzima ya utoaji wa hivi vibali haueleweki. Vibali hivi vimekuwa vinawanufaisha wachache. Hmm? Watanzania ambao ni wazawa hmm, wavunaji wadogo wadogo kundi la kinamama, vijana na walemavu hawapewi kipaumbele. Mheshimiwa mwenyekiti, hawa wazawa ndio waliolima msitu huu, hawa ndio wameweza kuutunza msitu mpaka umefikia hapo ulipo. Mheshimiwa mwenyekiti, kila mwaka serikali inatoa cubic mita laki sita kwa Watanzania waweze kuvuna msitu huu, lakini hapa ndipo na tatizo napo na ndipo panaposikitisha. Watanzania hawa ambao ni wazawa hawanufaiki na huu mgao, ni wawekezaji ambao wanapewa kipaumbele kuweza kunufaika na huu msitu. Nitatoa mfano mmoja, tuna hao wawekezaji ambao wamepewa kuendesha kiwanda cha Mgololo wanajiita Rai Group. Hawa ndio wamekuwa beneficiary wakubwa wa huu mgao wa vibali katika hili laki sita serikali inayotoa, Rai Group wanapewa cubic mita laki mbili na nusu Mheshimiwa Mwenyekiti, na kinachosikitisha zaidi hawa Rai Group wanalipa nusu ya bei ambayo wanatakiwa kulipia vibali hivi. Mheshimiwa mwenyekiti, kibali kimoja Mtanzania mwana iringa mwanamfindi analipa elfu ishirini na nane. Rai group wanalipa elfu kumi na nne tu. Sasa ukipiga mahesabu kutoka kwenye hizo cubic mita laki mbili na nusu wanazopewa, ukizidisha mara hiyo elfu kumi na nne Manake wanalipa bilioni tatu na nusu kwa mwaka. Sasa wangeweza kulipa hiyo uh, 28 ambayo mtanzania wa kawaida analipa serikali ingeingiza bilioni saba kwa mwaka. Sasa Mheshimiwa Waziri, nakuomba unipe maelezo, ni vigezo gani mnatumia kuwapunguzia bei hawa Rai Group na ni vigezo gani mnafanya hawa watanzania waendelee 2020. Mheshimiwa Mwenyekiti, pia ningependa nipewe maelezo ni kwa sababu gani hawa Rai Group wanapewa kipaumbele, wanapewa hizi cubic mita laki mbili na nusu wakati hawa watanzania wa kawaida wanairinga hawawezi kunufaika na msitu huu. Mheshimiwa Mwenyekiti. Pia ningependa nipewe ufafanuzi hmm, wa mapato wa wakusanyaji wa kodi kwenye hawa wawekezaji wa hiki kiwanda cha, cha, cha Mgororo. Na cha kusikitisha zaidi mheshimiwa mwenyekiti, hawa Rai Group wanapasua haya magogo wanatengeneza hizo raw materials wanapeleka Kenya wanaenda kuprocess makaratasi ndo waturudishie sisi hapa kununua, wakati haya makaratasi yangekuwa yange process hapa Tanzania. Kwanza tungetengeneza ajira, ajira kwa vijana wetu. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti, naomba majibu yanayodichosheleza. Mheshimiwa mwenyekiti, hawa Rai Group walishakuwa na kiwanda Malawi, wamefukuzwa, wamekuja hapa sasa. Sisi tunawaprotect: moja, tuwape vibali vingi mbili bei ya chini. Mheshimiwa mwenyekiti, hii kweli inahuzunisha inatukatisha tamaa sisi Wanairinga, inatukatisha tamaa sisi wana Mfindi. Naomba tulifanyie kazi hili. Mheshimiwa mwenyekiti, ushauri wangu ungekuwa kama ifuatavyo: moja, hawa Rai Group wapande misitu yao, na kama bado wataendelea kupata misitu huu wa Sao Hill basi walipe bei moja sawa na Watanzania hata kama wakilima bei hiyo moja, lazima hivi vibali vipunguzwe, viende kwenye makundi mbalimbali hmm. Mheshimiwa uh, uh, naibu spika mwenyekiti, sorry, tunatambua asilimia kubwa ya wanawake sasa hivi wako kwenye, wanawake na vijana wako kwenye hivi vikundi vya ujasiriamali tatizo la hivi vikundi ni masikini havina pesa, hakuna miradi endelevu ambayo ingeweza kuwasaidia wao kuendelea kupambana na hizi changamoto zao za kila siku. Sasa mheshimiwa waziri, ungewawezesha hawa vijana, ungewawezesha hawa wakinamama, wilaya zote Iringa mjini, Iringa vijijini, Kilolo na Mufindi waweze kutumia hivi vibali, ungekuwa moja umewainua kiuchumi ili hivi ndio vitakuwa vikundi darasa vya kuwashawishi watu wengine waendelee kupanda miti, kwa sababu watakuwa wameona matunda na benefits ambazo zinatokana, eh, na upandaji na upasuaji wa miti hii. Mheshimiwa mwenyekiti, eh, hawa Rai Group tunawapa vibali vikubwa barabara hawajihusishi na mambo yoyote ya kijamii, barabara mbovu, madawati, watoto wanakaa chini. Kuna manufaa gani ya kuendelea kuwashikilia watu hawa eh? Wakati pale Mufindi tuna wavunaji wazuri, wana viwanda, wamekuwa msaada mkubwa kuchangia madawati, kuchangia mahospitali. Hebu tuwape ukipaumbele watu hawa. Mheshimiwa mwenyekiti, Mheshimiwa waziri, please don't get me wrong najua ndio umepata kuongoza wizara hii, so prove to me kuwa unakasirishwa na jambo hili. Tuwapigania Watanzania wetu waweze kuenjoy matunda ya nchi yao. After all, Mheshimiwa Waziri, tunasema tunataka Tanzania iende uchumi wa kati. Mheshimiwa Waziri, wizara yako ina nafasi kubwa ya kuwainua hawa wananchi Tuwawezeshe, tuwape kipaumbele, hii ita trickle down. Sasa tukiendelea kuwashikilia hawa right group eh, tunawapa vibali laki um, square meter, uh, cubic meter laki mbili na nusu, hawa wengine hawanufaiki, tutafikaje huko? Lazima tuwaonjeshe matunda ya nchi yao, mheshimiwa waziri. Sasa kwa kumalizia, Mheshimiwa Waziri, nakuomba, najua wewe ni msikivu, you are competent naomba tufike Mufindi, hawa wavunaji wanajua matatizo ya hivi vibali, wanajua solution ya kuweza kutatua hili tatizo. Asante. Mheshimiwa Zainab, jiandaa ya Mheshimiwa Viki Nikwilile.